Clatous Chota Chama, Mwamba wa Lusaka, takwimu zake zipoje? amecheza uh, michezo 21, ana magoli manne, ana assist mbili, jumla amehusika katika magoli sita. Ukiangazia hizi takwimu uh, na michezo mm, unaweza kusema ah, sio chama yule tulemzoea hey, lakini hey. Ukiangalia michezo lakini, dakika zilizocheza na yenyewe ni chache kidogo, tofauti na michezo nyuma kidogo alipokuwepo. Unaweza uh, kutumia neno la uh, kusema kwamba uh, hana msimu mzuri hana msimu mzuri kwa sababu hapati nafasi ya, ku, ya kuonyesha uwezo wake kwa maana mm. ya amekuwa ni mchezaji ambaye <coughs> anatumika ana, ana, ana, ana muda mchache mm, yani muda mchache ndo anatumika. Kwa hiyo uh, unaona anaingia wakati mwingine zimebaki dakika tano, wakati mwingine zebaki dakika kumi, lakini ndio maana unaona pia mechi zake na namba zake alizokuwa mm. nazo ni vitu viwili tofauti. Uh, kama hizi mechi ishirini na moja angekuwa nazo ange, ange, angekuwa anaanza zote au angekuwa anacheza kwa muda wote wa dakika 90, maana yake ni kwamba pengine hizo eh, hizo hizo takwimu zingekuwa bora zaidi, kwa sababu tayari alisha prove uh, kwenye ligi kuu Tanzania Bara ameshafanya makubwa sana, akiwa na, na klabu ya Simba, lakini kwa upande wa Yanga bado anastruggle kwa sababu ya inawezekana pia namna yanavyocheza, nafasi anaocheza, uh, mwalimu anaona ni bora kutumia wengine ambao wapo kuliko yeye, kwa maana ya kile ambacho anaenda kudeliver kwenye timu kwa hiyo naona ameathirika na, na, na mabadiliko pia ya mara kwa mara ya walimu kwenye kikosi. Kwa hiyo, bado naona ana kitu cha kuweza kusaidia, isipokuwa anahitaji anahitaji anahitaji muda muda anahitaji muda wa kucheza, muda wa kuanza, kucheza kadhaa, kucheza kucheza kuanza michezo kadhaa kwa maana ya kupata muda mrefu zaidi, pengine anaweza karudi kwenye yule chama ambayo watu wengi wanamjua, kwa sababu hata kwa hichi kinachotokea, ndio maana watu wengi hawazungumzi uh, against kwa sababu wanajua uwezo wake, lakini ukirudi kwenye, kwenye namba ya mechi ukirudi kwenye namba ya muda ambao anatumika kwenye timu unagundua kwamba ametumika kwa muda mchache sana. Huwezi kumwataki moja kwa moja kwamba amefeli. Hapana, ni kwamba amekosa ame muda, na wakati mwingine Yanga hapa katikati amebadilisha makocha kama wawili kama sio watatu kwa wakati mmoja. Ndani hmm, hiyo pia kwa wachezaji inaweza ya muda mfupi, mapambano yanabidi yaendelee, kwa hiyo ana, amekuwa hana msimu mzuri, labda hilo neno ndio ambalo linaweza likafiti hapo.